Hello, habari. Leo nataka nikuonyeshe jinsi ya kupata mkopo kupitia simu yako hapo, kama una laini tu ya Airtel. Sasa utapata mkopo bila dhamana yote, alafu hawa wanatoa mkopo hadi kiasi kikubwa sana Jinsi utakavyokuwa unalipa mkopo wako, utapata mkopo mkubwa mno. Yaani, hawa ndo wa uhakika, hakuna utapeli wala nini, hakuna habari ya kupigwa upigia simu. Yaani hawa ni wewe tu, tutachagua siku ya kulipa. Hebu tuende pamoja, ili tuweze kuona njia hii ya kupata mkopo bila dhamana yoyote. Nenda ile sehemu ya kupigia simu, kisha utafuata utaratibu ambao nitakuelekeza. Andika kama hivi hivi, jinsi nilivyokuelekeza: nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Kumbuka hapa ni mtandao wa Eteli. Kisha naenda pale kwa kupigia kisha utachagua mtandao wa eteli. Menyu inaonekana hapo sasa. Utakuja namba nne, namba nne, mikopo na akiba. Bila shaka unapaona. Kumbuka, ni namba ngapi? Namba nne. Baada ya hapo, utakuja namba moja. Narudia tena, hawa ndo wanatoa mikopo ya uhakika. Kumbuka hapa ni bila dhamana yoyote, na ni mkopo wa uhakika no namba moja. Baada ya hapo utakuja namba moja tena, ni rahisi sana. Bila shaka umeona jinsi mimi ninavyoweka hapa, ni simple. Hapa inakuambia karibu kwenye mikopo ya Timiza, ingiza namba ya siri ya eteli kuunganisho. Kwa hiyo hapa utaingiza namba yako ya siri ya Airtel Money. Ukishaingiza tu utaendelea mchakato unaofuata, ni rahisi sana na utachukua mkopo wako. Yaani hawa wanatoa hela nyingi, nakwambia. Wao hapa ni ndio watu wanaoaminika kutoa mikopo bila kupigia pigia watu simu, yaani hawana mambo ya usumbufu sumbufu wote. Bila shaka leo nimekupa njia rahisi na sahihi ya kupata mkopo kupitia Airtel Money. Yaani wewe una line yako ya simu alafu unapata shida kukopa kukopakopa mikopo ovyo ovyo kwenye app zile ambazo wanakusumbua sumbua kukupigia simu, sasa nimekata. Lakini leo ndo nilikuwa nakuonyesha njia sahihi ya kupata mkopo kwa line ya Airtel Money. Endelea kufuatilia vipindi mbalimbali ambavyo naendelea kuvitoa kwenye channel hii kwa kugonga neno subscribe iliopo upande kulia au iliopo chini tu ya video hii unayoiangalia. Nakutakia siku njema.